Tunapata changamoto kama hivi, maji yamejaa, wateja wanapata shida kupita. Tunaomba mitaro jamani itengenezwe, kidogo tutakuwa na hali nafuu. Kwa hii hali atatupelekea kutuasi kutu, kama hapo kuna biashara zaizi, mteja anakuja, atapita wapi? Maji yamejaa, asari ya maji mojawapo naleta magonjwa. Tunahitaji msaada zaidi ili mambo mengine tukanaetu hapa sisi wananchi, iliyotokea kipindi hichi ni kwa sababu ya ujenzi wa barabara, pia ni kipindi cha mvua zinaanza kunyesha, kwa maji yanatuama kwenye makazi ya watu, ila karavati lipo, ila kutokana na ujenzi wa barabara limefukiwa. Ina maana maji yanashindwa kwa kwenda kwa kuelekea maji yanakuwa hayana mwelekeo. Ina maana ametoa masawtu yanashindwa kupita. Tuko tunaomba wakandarasi wa barabara watusaidie kwa haraka sana kwa sababu mvua ndio zinaanza kunyesha. Umeona? Watengeneze mitaro kwa haraka ili mvua zitakapokuwa zinazidi zisilete kero kwa wananchi hapa hapa shughuli za, za chakula yaani huduma tuseme kama chakula, kwa sababu kuna watu wengine wanategemea, hawapiki majumbani kwao, wanakuja hapa wanapata huduma ya chakula. Pia makazi, wengine wana wanapata huduma ya mahala pa kulala. Ina maana hapa watu wamepanga. Amona watu wanatoka kazini wanarudi, watu wanatoka kazini wanarudi sehemu zao za kulala, wanashindwa kwa kupita Mtaa wa Iunga imeonyesha sana kwa, imeathiri sana kwa sababu maji yamejaa sana, miogomino ya barabara haijakamilishwa, maji hayana sehemu ya kupita na sehemu ya kutoka, kwa imeathiri sana biashara. Tunaona kwamba maji yamejaa ndani na kwenye biashara zimevugia, maji yamejaa. Kwa hiyo imetokea kwamba tumekosa wateja, na pia tulikuwa na wateja vile vile, wateja wengine wametoka kwa sababu maji yameingia vyumbani anaitwa Fanuel Mbilini, ni balozi kwenye eneo la Lumbila kata ya Iwambi. E, changamoto tulionayo hapa ni kwa mara ya kwanza tu mvua imenyesha, lakini imekuwa na changamoto kubwa kwa barabara ambayo inaendelea kujengwa, barabara ambayo tunashukuru kwamba barabara imetengenezwa inaendelea kutengenezwa vizuri, lakini mkandarasi amekuwa kidogo yuko slow kwenye swala la mitaro kwenye mitaro hapa kidogo tulikuwa changamoto. Ukiangalia mazingira na kama unavyoona masufuria yanaelea hapa e, ni kwa sababu maji yameingia mgahawani huko na kule yametapakaa, ni kwa sababu tu mitaro imechelewa kujengwa, na hivi tulipo hapa maji yameingia kwenye maduka ya watu mbele pale. Kwa hiyo tunaomba kwa mkandarasi, tunaomba kwa mkandarasi ajitahidi kututengenezea mitaro kwa wakati kwa sababu tunakoelekea sasa ni masika. Kwa hiyo kwenye hii masika tunaomba kwamba tutengenezee mitaro kwa wakati ili maji yasiwe kero kwa watu. Naitwa William Peter Kese nekita sisemu Kata Iwambi. Kwanza awali yayote, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema alituka nafasi ya leo kwa wazima, lakini pia tumshukuru Mungu kwa mvua ambayo imeweza kunyesha, yapo imetuletea athari kubwa katika Kata yetu. E, kwanza kabisa nitoe pole kwa mzee wangu Mbise kwa kadhia aliyoipata siku ya leo kutokana na mvua iliyonyesha kwa wingi, lakini pia tuombe basi mkandarasi aliyeshika kazi ya ujenzi wa barabara yetu ya lami, hawezi kufuata kama tulivyomweleza mara ya kwanza. Karavati alikoliweka kule ni mbali, kalabati hili au njia ya maji ya muda mrefu ni hii hapa katikati kwa hiyo tumuombe sasa mkandarasi kwa hii alivyoiona na hajamaliza kazi, aweze kurudi kufuata maji asili yalipokuwa yanapita. Kwa hiyo akifanya hivyo, mzee ataweza hata kuja kupata athari zote kutokana na majanga ya mvua. Kwa majina anaitwa Engineer Noel Meshaki kutoka kampuni ya Narmo. Tuko hapo kwa ajili ya kutekeleza mradi wa ujenzi wa barabara hii. Ni barabara ya Iunga mpaka Balizi, nichanza hii barabara ilikuwa mwanzo ilikuwa ni barabara pasasa, Lane, eka, Jio, ya vumbi lakini, kwa sasa tunafanya asphalt concrete laying kwa maana tunaweka lami, ndio hivyo hivyo. Kuhusiana na mitaro ni wanatoa hofu kabisa na nchi wetu, kwa sababu tunajua madhara ya maji kwenye barabara. Umeona madhara ya maji ni makubwa sana na hata lengo la kuweka mitaro ni lina maana kubwa sana, kwa sababu ukiruhusu maji afanye penetration kwenye barabara automatic lazima utaharibu barabara yao. Kwa lazima tukishamaliza mradi wetu, mtaro lazima tuwe kwa ajili ya kuweza kuelekeza ya, yale maji aende sehemu inayotakiwa katika maeneo ambayo inatokea maji, kwa tuna nyonya sisi kama kandarasi tunanyonya hayo maji likuweza kuendelea na kazi, lakini pia kurahisisha maisha mengine yaendelea.